Kwanza tume nawashukuru wenzetu e, Mheshimiwa Balozi wa Jamhuri ya Cheki pamoja na msafara wake kwa kutenga muda kwa ajili ya kuja kukamilisha zoezi hili la kusainiana mkataba wa uondoshaji wa utozaji kodi mara mbili ambapo e, takwimu zinaonyesha zoezi la aina hii linaongeza kuvutia uwekezaji lakini pia na kuvutia mitaji, na kwenye takwimu inaonyesha nchi ambazo zimeweza kusainiana mikataba ya, ya uondoshaji wa utozaji kodi mara mbili wananufaika kwa kiwango kinachozidi asilimia thelathini za uvutiaji wa, wa e, mitaji pamoja na uwekezaji. Kwa sasa Tanzania tumeshafanya zoezi la aina hiyo la kusainiana mikataba ya uondoaji wa utozaji kodi mara mbili ambapo e, zoezi hili lina faida kubwa, mojawapo ikiwepo hiyo ya kuvutia mitaji, kuvutia uwekezaji, lakini pia na kusaidia katika e, kupunguza ukwepaji wa kodi pamoja na e, masuala mengine ya kikodi. Tayari kwenye tafiti zinaonyesha kwamba Tanzania sasa uh, tuko nafasi ya tatu katika kuvutia uwekezaji uh, pamoja na kuvutia mitaji kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya KPMG ya mwezi wa kumi mwaka uh, 2023 20 ambapo sasa Eh, tuliposainiana na wenzetu hawa na, na, na sisi kama lango la biashara pamoja na mizigo na, na, na, na bidhaa zinazotoka mashariki mwa Asia, tayari tutakuwa tume, tumefungua eh, soko pamoja na mitaji kwenye lango la kuingilia Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na, eh, na jumuiya yetu ya SADC, kama ambavyo mnajua, Tanzania ni mwanachama wa pande zote hizo mbili. Kwa hiyo leo hii tunawashukuru wenzetu wa, wa Czech Republic kwa kutenga muda wao ili tukamilishe jambo hili na tunaamini kwamba hatua hii itafungua hatua za kuvutia uwekezaji ita, itafungua hatua za kuvutia mitaji na itasaidia katika zoezi e, zima la uh, kudhibiti masuala ya utozaji wa kodi mara mbili, lakini na, na mianya ya ukwepaji wa, wa kodi na masuala mengine yote yanayohusiana na masuala ya kikodi. Uh, masuala ya uwekezaji ndo njia mpya ya kushirikiana katika masuala ya kiuchumi na ni njia mpya za kukuza vyanzo vipya vya kodi pamoja na kutengeneza ajira, na hii imekuwa moja ya ajenda kubwa ili kutengeneza ajira kwa vijana na kutengeneza vyanzo vipya vya kodi, anatengeneza e, mazingira ya kuvutia uwekezaji pamoja na mazingira bora ya, ya kuvutia mitaji. Kwa hiyo tukushukuru Mheshimiwa Balozi, tukushukuru timu zetu za wataalamu za pande zote ambazo zimeshughulikia na kukamilisha mkataba huu ambao tumeusaini leo. Na kwa niaba ya serikali, tunakuhakikishia kwamba tutaendeleza ushirikiano huu ambao Tanzania e, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa nao pamoja na Jamhuri ya Chekia sana.